Dada wa taifa Mange Kimambi ameweza kuzua mambo mapya kuhusiana na wasanii wetu wawili Diamond Platnumz pamoja na msanii Alikiba. Kama ambavyo tunafahamu, mpaka dakika hii mashabiki, kitu ambacho wanakitaka, wanataka wasanii wao waweze kuja kwenye hadhara na kuomba msamaha kwa yale maneno magumu au maneno mabaya ambayo waliyatumia hapo nyuma, jambo ambalo mpaka dakika hii hakuna msanii yoyote ambaye amekubali kosa na wala hakuna msanii yoyote ambaye yupo tayari ili mradi tu mashabiki waweze kurudisha ushabiki wao na kusapoti muziki haya wasanii na ukiangalia, sasa hivi wasanii wana hali ngumu, wasanii wana hali mbaya. Kitu ambacho wasanii wanategemea wanategemea show ili mradi wapate hela, lakini pia wanategemea muziki wao ambao wanautoa, basi mashabiki waisapoti ili mradi muziki hiyo ikifika mbali zaidi, basi waweze kufanikiwa kupata pesa. Sasa dada wa taifa Mange Kimambi akaona ni bora aweze Uh, kuwafukunyua fukunyua hao wasanii ili mradi waweze kujitokeza, uh, na kuomba msamaha kwa mashabiki zao, kwa sababu bila hivyo, huenda hao wasanii wakaendelea kutia kiburi, na mpaka dakika hii tunaweza kusema hakuna msanii yoyote ambaye amejitokeza na kuzungumza jambo lolote. Uh, yani, tunaweza kusema kiufupi, wote wameamua kuweka nia ya kiburi na wala hawataki kabisa kuomba msamaha kwa yale ambayo wameyakosea kwa mashabiki zao, na tumeweza kuona namna ambavyo mtangazaji Karima Story aliweza kupambana na hilo ay, na kuzungumza wazi kwamba anatamani sana ay, hili sakata kati ya mashabiki pamoja na wasanii wao liweze kufika mwisho, kwa sababu bila suluhishi, huenda hili jambo likaenda mbali zaidi mpaka kufikia hatua kuua kabisa sanaa ya muziki ya hapa nchini Tanzania, jambo ambalo litakuwa ni jambo gumu sana. Sasa Mange Kimambi ameweza kumsupport Karima Story, jambo ambalo alilizungumza ay, mtangazaji Karima Story alizungumza na kudai kwamba hawa mastaa hapa Bongo hayo kitu ambacho wanakikosea wanapoinuka katika muziki au wanapokuwa bado hawajapata ile nafasi ya ya ya kuwa kuwa wasanii wasanii wakubwa, wananyenyekea sana, wanaomba, wanawapigia waandishi wa wa wa habari habari habari, naomba naomba uje unioje mambo kama kama hayo. Lakini Kari anakuambia baada baada ya wasanii kupata pesa, baada ya msanii msanii msanii kuwa mtu mkubwa, baadaye anamkataa mwandishi wa habari. Mwandishi wa habari akimpigia, naomba interview, anamgomea. Alimtaja alimtaja msanii Mario, alimtaja msanii Harmonize kama mfano kwamba hao wasanii tukiwapigia kuwaomba interview wanatukatalia, lakini eh, hapo nyuma walikuwa wao ndo wanatupigia simu kwamba njoo eh, unioje ili mradi tuweze kuwa msanii mkubwa. Sasa kitu ambacho Kari amekizungumza, Mange Kimambe amekisupport kwa asilimia kubwa sana na ameweza kutoa evidence yake kwa wasanii wawili, Diamond eh, pamoja na msanii Alikiba. Kwanza kabisa eh, Mange Kimambe eh, amedai yeye pia ni mtu ambaye aliwahi kuwa na mchango mkubwa sana katika sanaa ya msanii Alikiba hapo nyuma, kipindi Alikiba anajitafuta katika sanaa ya muziki Mange Kimambi alimsapoti kwa asilimia kubwa sana, lakini Mange anakuambia kitu ambacho Alikiba amemlipa, ame ni fedhea sana, amethibitisha wazi na kudai kwamba kuna siku Alikiba alikuwa na show huko South Africa. Mange Kimambe anakuambia na yeye alikuwa huko huko South Africa. ana anakuambia anakuambia anakuambia, cha cha kushangaza alienda katika katika hoteli ambayo anaishi au amepanga. Baada ya yeye kufika pale, akamwambia akamwambia njoo nifuate, eh eh, akampeleka moja kwa moja katika chumba chake cha kulala kulala, alafu baadaye mange Kimambi, nataka kulala na wewe. Hiyo siri tulikuwa tuifahamu watu wengi, jambo ambalo Mange ameweza kulithibitisha wazi na kudai kwamba Alikiba ni mtu ambaye ana michezo michafu sana, kwa sababu Mange anakuambia baada ya yeye kukataa kulala na Alikiba, Alikiba alimtimua pale na kumwambia kwamba hicho kitu ambacho umekuja tukizungumze, basi siwezi kuzungumza na wewe bila kufanya hichi kitendo. Jambo ambalo Mange Kimambi akaona ni udhalilishaji mkubwa, akaamua kuondoka zake. Lakini ukiangalia namna ambavyo Mange anakuambia, alikuwa na mchango mkubwa sana katika sanaa ya Alikiba, lakini Alikiba baada ya kuwa msanii mkubwa, anataka kitu kidogo kwa Mange, ndipo amsaidie shida yake, jambo ambalo ni kama vile alikuwa anataka rushwa fulani hivi. Lakini pia vile vile akaweza kuzungumza kuhusiana na msanii

katika mziki wa Diamond uh, ukiangalia kile kipindi cha nyuma Mange Kimambe ni mdada wa siku nyingi sana, ni mdada ambaye alifanikiwa uh, muda mrefu sana. Uh, tangu hao wasanii wanatoka katika sanaa ya muziki hivyo basi, uh, ukiangalia Diamond partner na yeye pia alitaka msaada wa Mange Kimambe, na Mange Kimambe anakuambia alimsaidia wala hakumtaka kimapenzi, lakini Mange Kimambi anakuambia kuwa Diamond Platnumz kutaka msaada au kupata meeting naye kuzungumza naye ilikuwa ni ngumu sana. Yani akimwambia ya hivi, anamjibu vile, mpaka kufikia hatua Mange Kimambi akaweka beef kubwa sana na msanii Diamond Platnum. Ukiangalia kuna kile kipindi ambacho Mange Kimambi alikuwa anazungumzia sana media ya Wasafi, anazungumzia sana record label ya Wasafi akiwa anawachafua sana na anika machafu yao mengi sana eh, na mpaka kufikia watu wanajiuliza kwa nini Mange Kimambi amegangania sana kuzungumza mabaya ya msanii Diamond na msanii eh, Alikiba jambo ambalo sisi binafsi tulikuwa hatulifahamu. Kitu gani ambacho Mangi amekizungumza hicho kitu ambacho Mangi amekizungumza hapo, ni kuonesha kwamba hao wasanii hapa Bongo eh, basi wakikuwa wasanii wakubwa wa wanasahau walipotoka, wakiwa aa wasanii wakubwa eh, wanasahau ni kwa namna gani maisha ya hapa nchini eh, yanapoanzia ya, ukiangalia eh, mtu anatoka katika maisha magumu, baadaye eh, basi anabarikiwa anakuwa na kitu kikubwa. Sasa Mange Kimambe akawa amedai hapo. uh, suluhisho kubwa ni kwamba hawa wasanii ambao walizungumza maneno mabaya, hawa wasanii ambao walizungumza tofauti kwa mashabiki zao, wanatakiwa kurudi, ili mradi uh, tu kuweza kuweka uh, nia nzuri au kuweza kutengeneza na mashabiki zao. Na tumeona Karima Story, yeye pia ameweza kuwataja wasanii ambao walizungumza maneno mabaya uh, basi katika media na na wakazungumza maneno mabaya kuhusiana na mashabiki zao, jambo ambalo limepelekea hasira kubwa ya mashabiki mpaka kufikia hatua miziki yao haisapotiwi kwa asilimia kubwa sana. Karima Story amemtaja msanii Diamond, amemtaja msanii msani Mario, msanii Omidimpos, msanii Juksi. Wote hao walikuwa katika gari moja kipindi ambacho walikuwa wanazungumza maneno ya karaa kwa mashabiki zao, lakini pia alimtaja Queen Darling. Queen Darling na yeye alikuja na kuzungumza maneno magumu sana, amemtaja Irene Poe, amemtaja mastaa wengi ambao wanaweza wakachukua hatua alafu baadaye hili swala likaisha kwa sababu endapo ikitokea Diamond labda akasimama akaja akazungumza kwamba hili swala kuhusiana na maneno ambayo aliyazungumza wakiwa kwenye gari na marafiki zake kina Mario, basi wanaomba msamaha, hili swala litaisha, mashabiki wataendelea kushabikia mziki wao. Mashabiki wataendelea kusapoti kazi zao na maisha mengine yataendelea kama ambavyo tulikuwa tunawasupport, mastaa wanafanya show, wanatuburudisha mambo kama hayo, maisha yarudi tuendelee kuwapa muda, huenda wakarudi na majibu mazuri, huenda wakajifikiria na wakaja kuomba radhi kwa yale yote ambayo waliyazungumza vibaya kwa mashabiki zao. Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado, je, subscribe subscribe chini ya video hii kwanza. Haya, na utakuwa umejihakishia mtu wetu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani ambazo zina kiki na kumake headline ndani na nje nchi ya Tanzania.